Vodacom, kazi ni kwako. Mi naitwa Asteria Mvungi. Karibu ni kupatia hot stories zilizomake headline kutoka katika mitandao ya kijamii ya mastaa wa kibongo. Video ya Make Me Sing ya Diamond Platnumz na AKA kutoka South Africa, ime imemake headline baada ya kufikisha zaidi ya viewers milioni moja katika YouTube ndani ya siku kumi tu. Inasemekana pia AKA ndiye msanii wa kwanza kutoka South Africa ambaye ameweza kuvunja rekodi hiyo. Diamond Platnumz alipost picha katika ukurasa wake wa Instagram zinazoonyesha taarifa hiyo na miongoni mwa picha hizo ilikuwa ni screenshot ya tweet ya kituo cha kimataifa cha Trace Urban. Mwanamziki Vanessa Mdee aka V Money alipost video kwenye ukurasa wake wa Instagram na kutangaza kuwa anatafuta dancers ambao atafanya nao kazi katika kila jukwaa atakalopanda duniani kote. Pia alisema mashabiki zake walimpa nafasi ya kupokea tuzo ya KTMA yani Kilimanjaro Tanzania Music Awards kama mtumbuizaji bora wa kike mwaka 2015. Ili kuendeleza harakati hii, Via anatoa nafasi kwa kila anayefahamu kwamba ana kipaji cha kucheza, a submit video yake ambayo anaonyesha maujuzi yake, maujanja yake, kila kitu yani. Kwenye email ambayo alipro, aliprovide kwenye kwenye ya, yeah, nataka niongeze idadi ya madansa ambao anacheza nao kwenye show. Um, nimekuwa kwa muda mrefu nikiwa nasapotiwa sana na madansa wangu, ananipa nguvu sana jukwani. Um, Asha na Adija nimekuwa nikifanya nao vitu vikubwa sana, tumesafiri duniani kote na kufanya tamasha mbalimbali mbali. Na sasa nataka kuongeza hiyo idadi, kuwapa nafasi madansa wapya kuja kucheza na sisi, kujiunga na sisi pamoja na um, kuwapa experience ya kipekee ya kucheza na mimi um, nyumbani hapa Tanzania pamoja na nje ya nchi nj mi nilivyokuwa najua nikawa nahisi kama wale madensa wawili wanakutosha, kumbe wakutosha wananitosha kabisa, na, na, wana ufanisi na uwezo mkubwa sana. Lakini kwa muda mrefu sana wamekuwa wakijiendeleza nao, wanadhani wanacheza na circus ya mama Afrika, wanakuwa wakisafiri kwa muda mrefu na wanafanya tamasha mbalimbali mbali za nje ya nchi. Kwa hiyo nataka waendelee bila kuanza kunifikiria na vi na vi na vi. Kwa hiyo pamoja na, you know, na kucheza nao tutaongeza idadi na kuongeza show, kwa sababu sasa hivi tunazidi kufanya mziki mkubwa zaidi. Kwa hiyo na show zinatakiwa ziwe kubwa zaidi pia. Vipi alisema anatafuta msaidizi mkuu ama personal assistant ambaye ataweza kufanya naye kazi. Natafuta PA ambao ni personal assistant. Um, katika kujenga team ya V Money kuna vingi ambavyo vinahitajika pamoja na manager wa day to day ambao anakuwa anafanya business management. Kuna PR ambao tayari nayo tumekamilika hapo. Sasa natafuta day to day manager, PA ambao wanaita road manager au personal assistant. Um, atakuwa akinisaidia katika mambo mengi ya kila siku kwenda katika ma interview, kuandaa my day to day schedule Ku, um, kuandaa mavazi kuandaa yani, yeye ndo tukuwa kama linki ya katikati baina ya mimi na kazi zangu zote. Kwa hiyo nahitaji mtu wa kunisaidia na hizo kazi nilikuwa ni, kwa muda mrefu nikizifanya peke yangu na pamoja na timu yangu, lakini tunakuwa tunalemewa, tuna, tuna, tuna kidogo, na kwa muda mrefu tulikuwa labda hatuna uwezo wa kusupport hiyo nafasi ya kazi, lakini sasa hivi tuna uwezo wa kuisupport. Kwa hiyo tunatafuta msaidizi wangu mkuu ambaye atakuwa nangu Bennett kila siku. Baada ya historia ya Ray Kigosi kuhusu mabadiliko ya ngozi yake ya mwili kuwa gumzo katika kila kona ya social medias, Ray ambaye ni mhusika wa swala hili ameonekana yuko busy sana ku promote sinema yake mpya ama movie yake mpya inayoitwa Tajiri mfupi. Msanii Nay wa Mitego aka Nay True Boy ambaye siku za karibuni aliachia wimbo wake wa Shika Adabu Yako ambao ulikuwa gumzo sana kitaani, kila mtu alikuwa naongelea Shika Adabu Yako kila kona yani, ulikuwa ukipita lazima usikie uh, usikie kuhusu Shika Adabu Yako. Kashtaka tako Magu, na bado tawapa fasi wamekuchagua wenyewe, Magu waonyeshe maujuzi, funja pake kulu wakikuletea upuzi, sifanye beef mimi na watoto wa juzi. Ayawe, we, we. Nay alipost picha ya gari lake katika ukurasa wake wa Instagram ambalo anasema kwamba lilivunjwa kioo cha nyuma na watu wasiojulikana. Akaamua kuandika hivi. Nay alisema amevunjiwa kioo cha gari alipokuwa anaelekea kwenye interview ya kutambulisha video yake mpya ya Shika Adabu yako. Anasisitiza kwamba mziki sio vita jamani, and he's never going to stop what he's doing. Mbunge wa Kigoma mjini Mheshimiwa Zito Kabwe alipost picha katika ukurasa wake wa Instagram alipokuwa kwenye mkutano wa bajeti ya manispaa ya Kigoma Ujiji na kusema kuwa meya wa manispa hiyo Mheshimiwa Hussein Ruhava ametangaza kuwa elimu bila malipo mpaka kidato cha sita katika manispa yake. Baada ya sauti ya mazungumzo ya Dogo Janja ambayo alikuwa anaongea na simu na msichana fulani ambaye inakadiriwa kwamba alikuwa anampiga sound ama anamtongoza, hakuna mtu mwenye hakika na hilo, na kupondea uongozi ama management yake ya Tip Top Connection pamoja na Madi Ali ambaye yeye yeah, Dogo Janja anamuita Madii Dadi Madii, ambaye ni mmoja wa wahusika waliotajwa katika katika mazungumzo hayo, ameonekana yuko busy akipromote uh, wimbo huu mpya wa Dogo Janja wa My Life. Dogo Janja alipost video akiwa akiwa akiwa Clouds FM kwenye harakati za kupromote wimbo wake huu mpya wa My Life. Watu wengi walikuwepo kwenye video hii, Madii naye alikuwepo lakini imetoka pale sasa, yeye akawa ameona kama nimemdharau, akawa hapokei mm tena simu mm, e, lakini nimetumia muda mrefu sana kuelewesha management mpaka wamekuja kuelewa. This means wawili hao wako sawa hata baada ya kashikashi hili. Uongozi wa Tiptop pia unaonekana ukipromote sana wimbo mpya wa Dogo Janja wa My Life. Nimewaka yeah, yeah, yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. moto mwilini au sio? Alafu baadaye mseme akiwaki kavimba amsemeakiwaakiwaki ili kupata stori kali kama hizi, unaweza kusubscribe katika YouTube channel yetu ambayo ni Millard Ayo. unaweza kunifollow katika Instagram na Facebook at Asteria Official TZ. Also my producer behind the camera at Becca TZA. Asanteni.